Hili lilotokea kwa katibu wetu wa elimu na malezi, tulichukulieni la kwetu sote, tushirikiane kadi itakavyowezekana, ili basi. Pia na siku ile ya Ijumaa ambayo ndio ratiba inaonyesha ni siku ya mazishi, sio? Basi tuweze kushikamana pia tuweze kumstiri mama kwenye nyumba yake ya mwisho kwao. Mimi ninaamini kwa sababu tuna mheshimiwa diwani tuna viongozi wa chama, tuna viongozi wa serikali, tushikamana kwa pamoja katika kuona swala hili linakwenda sawasawa. Basi mimi naomba niache mkono um, wangu wa ubani kabisa. nani ambaye anapokea hizi fedha hii? Asante sana, asante basi Ndugu zangu kwa kufikia hapo, kwa sababu mwenzetu pia naye ana na changamoto, tusimkalishe pia sana muda mrefu, ili naye apate wasaa walau wa kupumzika, ajinyoshe walau. Aa, mimi naomba niwachie baraka ya Mwenyezi Mungu, walinde na kuwatunza katika kushikamana kwa jambo hili ambalo liko mbele yetu. Kwa kufikia hapo, mimi niwashukuru sana ndugu zangu, asanteni, tuko pamoja.